Yani, nataka niwaambie kitu mm. Wanadamu mfano wanaume ndo zaidi mm. Jambo lolote ambalo unataka kulifanya kwa ajili ya kesho yako mm. fanya, usiogope kwamba litafeli, mradi mm. tu wa mwaka sio mwaka wa uchaguzi mm. anza hiyo biashara mm. Na mi nataka niwaambie historia nzuri ya mafanikio ni ya kusota, alafu nyanyuke. Historia ya kutoka tu na ukanyanyuka ni unavyopanda haraka ndivyo utakavyoshuka haraka mm-hmm. Lakini unavyokaa muda mrefu chini ukipanda kwa sababu, uta maintain kwa sababu uta maintain kushuka mm-hmm. Utatamani kushuka chini kwao, wasiogope watu hata mm-hmm. Wazazi wenu wasingewasomesha kama wao wangekuwa wanaogopa kuchukua aa, changamoto. Chukueni changamoto mm. mm. Unaenda katafute maisha, kwanza kuna option, kuna, kuna faida mbili za kwenda kutafuta maisha kwanza kabisa huwe na uhakika kwamba hata kama usipopata hicho unachokitafuta, mm, kwa sababu hujafa, una nafasi ya kupata tena. Mm. Lakini pia hii Afrika hususani Tanzania, mm, ukienda kutafuta maisha ukashindwa, hmm, ukirudi kijijini kwenu utapokelewa, mm, tofauti na mataifa mengine, utapokelewa na maisha yako yataendelea. Mm. Kwao usiogope, anza movement zako mm lakini eti kama tu eti unahofia eti utafeli ufeli, mimi nakwambia, kama we sio mwanadamu mm. uloumbwa na Mungu utafeli, lakini kama Mungu ndo amekumba ufeli Mm. hata ile usipokipata kile kitu chokiendea mm. ile elimu tu uloipata ya kuanguka umefaulu mm. watu wangapi ni sahati mm. wametoka vijijini kwao, wameenda kutafuta maisha dau, wamekuja hapa Tanga Mm. wanafikiri hawa vijana ninakuambia, waliotoka kijijini wakiwa na miaka kumi na nne wakaja kutafuta maisha hapa Tanga, nadhani walikuwa na refarii wa kuwashika? Wamekuja wao wenyewe, wakaingia geto masi, masiwani huko, sijui Msambweni, wakawa wanalala geto, watu sita, watu nane mm. Wakatoboa, wamebeba mizigo, wakatoboa <coughs> mimi nimekutana na mtu ana miaka hamsini na tano hapa Tanga ha! ameanzia nani kiwanda cha mafuta cha Bidco Bidco, ilikuwa da. Ndio kampuni nadhani ya Kikenya, ilikuwa da inafunga mafuta, akatoka Bidco akaingia Korea mm. Korea ametoka akaja huku mm. akatafuta maisha huku, ana miaka 55, hapa mm. kwenye huu mji mm. anafanya biashara hizi za kuunga unga, kajipata miaka 15 iliyopita, yani amejipata akiwa na miaka 45, ndo akajipata mm. kwa nini ukatitamaa? Kila mtu ana historia yake ya mafanikio mm. hii Tanzania, huwezi kushindwa kukaa popote mm. Kuna kijana na kijana alikuwa anaongea ananiambia, Leila, mimi sasa hivi unichukue hapo nipeleke Katavi. Mm. naenda kufanya biashara na nafungua maduka mm. na mimi ni mpare, lakini naenda kufungua duka hapo Katavi. Mm. na nataka niwaambie ni kitu, kwenye hii nchi, kwenye dunia, hakuna watu ambao wanadea, yani wana wanajua uthubutu wa maisha kama wa Nigeria, yani wewe ukifika sehemu Mm. Unaenda kutafuta maisha labda nje ya nchi, sio hapa nyumbani kwenu. Ukakuta hakuna wa Nigeria, usikae, ondoka. Kwa nini? Wa Nigeria wale ni wanajua kukaza. Mm. Wa West Africa wengi wanajua ile kutafuta maisha. Sasa ukifika tu ukakuta hawapo ile eneo, ile eneo ndio wewe utaki kutafuta maisha. Lakini kama jamaa wapo, mm, kaa, utayapata. Okay. Ni kama Wachaga. Sawa? Yeah. Ni kama Wapare. Kiuka sema hakuna Mchaga. Usikae ondoka, mm. pale maisha ni magumu. Lakini kama mchaga yupo, wewe mm. utasurvive. Nilienda, okay. mm. sehemu mm. ni mpaka wa... wa Kenya na na Uganda, panaitwa si panaitwa nini? Ukitoka kuna mji unaitwa Kitale mm. ukitoka Kitale unaelekea mbele huko isie huo mpaka nilikuta Wasambaa mm. <laughs> wanauza mtumba eh. Si panaitwaje pale bwana? Baada ya Kitale, Kitale ni western Kenya, hiyo ya ma mashariki mm. magharibi. Unatembea baba, kutoka Nairobi hadi Kitale ni kama masaa nane ama saba, mm. bali na kutoka hapo Kitale kwenda kwenye huo mpaka mm. panaitwa Lodua, eh, panaitwa Lodua. Hapo Lodua pa pana kambi ya ukimbizi, sijui pana nini yani ni sehemu ambao pako nobody, yani ni sehemu ambao huwezi ku survive. Mmm, dongo mwekundu, vumbi eh, yeah. Nikawakuta wa jamaa wako pale, wa, wasambaa wanapiga zao wa kisambaa na wanaongea kisambaa mmm, yeah. Na hapo sokoni <laughs> wanauza mtumba eh, yeah. Na haipo mmoja mzee, yeah. Wapo wengi, kuna wengine wanauza mboga mboga, nyanya, kule kuna chakula. Sasa nikamfuata mmoja, unajua mimi kwetu ni Tanga. Hmm. Wakaanza kuniongelesha bwana. <laughs> <laughs> Nikaambia sikilizeni, niwambie, tusiongee sana lakini mi nawauliza, huku mmefata nini? hmm. Asema sisi tumekuja kutafuta maisha safi sana. Huku nyinyi mnafanya biashara gani? Asema hmm. mi nauza nguo, yule kule anauza sijui mboga mboga, kuna mwingine kule kuna ufugaji sana, asema mwingine sio, anauzauza maziwa. Sisi tuko hapa mwaka hmm. wa ishirini, tuko hapa baba zetu wamekuja huku na sisi tuko huku tunatafuta mm. maisha, huku nyumbani huwa mnaenda, sema eh, kama kawa tunaenda nyumbani, tunamua tutokea Uganda huu <laughs> turudi Nairobi tuende nyumbani eh. Sasa kama Wasambaa wako lodua mm. ni, <laughs> ni mbali. Hadi sisi tulienda, tulivyofika kwanza tuka, tukaanza tuka kuchuliwa miguu. Yani mnafika miguu imevimba, yani mnakaa mna, mna chini watu kwanza wa masaji miguu eh kama Wasambaa wako lodwa mm -hmm. Wewe nini yani Wasambaa, mimi sitaki kusema mengi, lakini Wasambaa ni kama tu watu waumo pwani, kwamba tabu nini sio vitu vyao naona, lakini mm. Sasa wao wamefunga safari hadi wameenda huko, wewe mm. mwenyewe sasa utabaki we mwenyewe uwaze kwamba utafanya nini mm wameenda lodu wa, wapo huko hapo wanapambana. Uzuri wa Kenya bwana, huulizwi karatasi ya kukaa mm. Waloulizwi, si umegonga kitu gani? mm. Kwa sababu sisi wote si wa East Africa mm. tupo tu na hata kama mtu kitaka kukaa wakaa unavyotaka mm. na mradi wewe unauza zako nguo kila siku, watu wanakuona wewe unauza nguo tu pale. Hata ukasema unapelekea dawa za meno mm. napelekea watu dawa za meno, dawa sijui za machango unatoka mm. tena unatoka tena, ukisema tanga tana na vidumu vyako vya dawa za chango eh, ah, unafanya biashara tu vizuri, yani kama Masai vile <laughs> kwanza kuna jamaa alinichekesha <laughs> ni Masai, ni rafiki yangu sana. Mimi nakupenda kwa sababu yeah, nikikaa na nawewe naweza kuongea nikiwa najisikia raha namapea okay. <laughs> kwa nini nasema ja? Mimi nikifika boda najifanya sijui Kiswahili, yaani wakiongea wakiongea si nini si nini, mimi nana nasema najifanya kama sijui. Sio mimi tu, asilimia sabini na tano ya Wamasai ukiwaongelea najifanya wakuelewi, ila jamaa tunajua kila kitu na tunajua tunachokitaka. mimi nisingekuwa yeah, tajiri kama sipiti hizi boda. Napita hizi boda vizuri mm, na dawa zangu naenda nauza Safi kabisa jamaa, kanihoji tu <laughs> sijui naongea <laughs> kiswahili cha mtoto mdogo, hawakosagi aina ya dawa <laughs> <laughs> dawa zote wanazo, wewe kuwa muoga. Sasa huyo <laughs> ni muda wa kuchukua nafasi yako tika meza ya HW uwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa, kujengia uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.